Hata wakati unapoanza kusajili au kufungua kampuni yako ya ujenzi au ya, ya ukandarasi uh, unatakiwa kuanzia BRELA sawa, unatakiwa kuanzia BRELA kwa sababu BRELA wenyewe ndio wana majukumu ya kujihusisha na usajili wa biashara lakini pia kukupa leseni wewe ya biashara. Kwa nini unatakiwa kuanzia BRELA? Kwa sababu BRELA ndio watu wa kwanza ambao wanatakiwa kukusajilia wewe kampuni lakini pia ndio wanaohusika na usajili wa majina ya biashara. Ama, lakini pia wanahusika na usajili wa alama za biashara na huduma, utoaji wa hatanza, utoaji wa leseni za biashara, lakini pia utoaji wa leseni za nini, za viwanda. Hamna hatua unaweza ku, kuanza nayo zaidi ya hii. Kwa hatua ya kwanza unatakiwa kwenda kuanza BRELA kwa sababu ndio watu wanaojihusisha na usajili wa biashara, lakini pia usajili wa jina la, la biashara. Na ndani ya stage hii basically watu unaohitaji au mtu unayemhitaji unahitaji law firm au unahitaji mwanasheria. Kwa nini mwanasheria? Kwa sababu mwanasheria atakusaidia wewe kuandaa mikataba mbalimbali ambayo inahitajika kwenye hii stage, lakini pia atakusaidia katika harakati za kuandaa memorandum of understanding, lakini pia articles of association kwa ajili ya kampuni yako na kwa ajili ya miuli mbalimbali Hivi ndo vitu unavyotakiwa unavyotakiwa kuwa navyo, na stage hii inafanyika online fully. Hakuna sehemu ambapo utatakiwa kutoka kwenda kwenye ofisi ya mtu fulani au kumwona mtu fulani hapana. Usajili wote wa BRELA unafanyika online, kila kitu kinafanyika, kila kitu kinafanyika online. Kwa hiyo wewe unachotakiwa tu ni kuwa na, kuwa na, kuwa na mkataba wa pango au mkataba wa ofisi yako, lakini pia kuwa na jina la ofisi yako I mean kuwa na jina la kampuni yako au biashara yako, lakini pia unatakiwa kuwa na wale shareholders uwe unawajua, lakini pia uainishe, lakini pia uandae mkataba wa pango ambao utatamani kuwa nao kwenye kwa ajili ya ofisi yako, na vitu kama hivyo, na masharti mengine mengine ambayo unaweza ukayaona ukiwa umeenda kwenye website ya nini, website ya BRELA. Hatua ya, ya pili unayotakiwa kuifata, baada ya kutoka BRELA, unatakiwa kwenda TRA. TRA sio tu kusema kwamba wanatakiwa wewe wakupe TIN ya biashara, lakini pia au wakupe tax clearance. Kulingana na kanuni za biashara zilivyokuwepo za Tanzania, unavyohitaji kufungua au kusajili kampuni ha. Unahitaji unahitaji uwe una tini namba sawa. Unahitaji kuwa na tini namba, lakini pia unahitaji kuwa na tax clearance. Kinyume na hivyo, maana yake unakuwa unavunja sheria za nchi, na mtu anayevunja sheria za nchi tunajua adhabu yake ni ni kitu gani? Kwa hiyo baada ya kutoka blela, yani baada ya kumalizana na usajili wa blela